Namnam, assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu wafuatiliaji wetu na watazamaji wetu wa channel pendwa ya Usashafi Online TV, karibuni sana katika vipindi vyetu, vipindi ambavyo tunaenda kuzungumza na mashehe mbalimbali na kufikisha ujumbe kwa watazamaji wetu wa Usashafi Online TV. Kama kawaida yetu, tunapopata changamoto yoyote, basi tunarudi kwa mashehe wetu na leo tumefika hapa kuzungumza na Sheikh Kisede, si mgeni kwa watazamaji wetu. Sheikh Kisede, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za siku? Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Tumepoteana mwalimu sana kwanza, nilikuwa najiuliza vipi, umeishaenda wapi siku hizi kweli, eh? <laughs> <laughs> ndio hivyo bana. Hapana, nipo sema, machangamoto tu ya kuzungumza na mashekhe hawa na hawa, lakini tukasema leo turudi kwa mwalimu wetu Sheikh Kesede. Basi karibuni, tunashukuru sana. Madamu tunakutana huku, basi ni vizuri sana kuweza kusaidiana katika yale yanayojitokeza. Kwa kweli harakati za Kiislamu zinaendelea na bado, na sisi tunasimama kidete kwa ajili ya harakati za Kiislamu. Mapambano yanaendelea, mapambano yanaendelea, alhamdulillah, wala hatuwezi acha kwa sababu e, Mungu ametuumba kwa sababu hiyo lazima tuweze kusimama kwa ajili ya kuthaminisha dini yetu ee... Sasa mwalimu wangu Sheikh Kisede, kama unavyojua online TV, tukipata changamoto, tukipata maswali kama hatuja kuja kwako, tunaenda kwa mwingine. Lakini leo tumepata changamoto ama tumepata maswali kutoka kwa ndugu zetu, tukasema ngoja kwanza tuka twende kwa Ustadh Kisede, kwa sababu sasa hivi tunafahamu nyinyi mkiwa wahadhiri wahadhiri wahadhi, wengi wameacha kazi hii ya kulingania kwa maana nakusudia kuwaelimisha wenzetu wa upande wa pili, wewe ni mmoja wapo katika wahadhiri ambao mnafanya kazi kubwa na bado mnaendelea kupambana na wasiokuwa Waislamu. Ni kweli yeah. <clears throat> ni kweli na wale ambao wameacha, yeah. nawasikitikia sana yeah. Eh, kwa sababu kazi hii kweli ina mitihani mikubwa yeah. na ni kazi ngumu sana yeah. Eh, lakini mtu akipata bahati ya kuwa katika kazi yeah. ya kufanya dawa anapata neema kubwa katika neema, kwa sababu ni moja katika kazi ambazo zinaweza kumfanya mtu anariviwa na Mungu, na inawezekana Mungu akakuwekea uwepesi wa kuingia peponi. Unaona no, bana. Kwa hiyo mtu akiweza kuacha ni kumsikitikia sana, pamoja na changamoto ya maisha. Ukibahatika kukua na elimu ya utangazaji wa dini usiachi, pamoja na uzito wa maisha, tabu, matatizo, mitihani za hapa na pale. Kazi ya dawa si kazi ya kuacha eh, si kazi kwa kweli ya kuacha. Basi kiufupi ndio hivyo, sisi tupo, tumejitahidi wala hatutaacha. Na mwalimu tunashukuru sana, na nafikiri tu tuje katika hoja ambao useshafi Online TV imekuja kuzungumza na wewe katika hoja zetu leo. Tulipita katika mitandao tukakutana na ndugu yetu ambaye hata kule Tegeta tulikuwa naye Abedi Shilimwa, nafikiri anaitwa hivyo eh, na Abeli Abeli Shilimwa Abel, ah, Abeli Shiliwa. E, naona tuliwahi kuonana mtu mmoja hapo ana anapiga sana vita Uislamu e, anamtambua ana, mtambua anadai kwamba yeye alikuwa Mwislamu akaacha Uislamu kama ninavyokuwa namsikia kwenye mtandao kwamba aliwahi kuwa Mwislamu akaacha Uislamu akawa Mkristo na yeye ndo amesema yeah. E, yeye ndo anasema na kuna watu ambao wanadai kwamba kule kuacha Uislamu mtu akiwa Muislamu alafu akaacha kuna wengine wana, wanadai kwamba hiyo ni neema. kwa nini? e, kwa sababu anatoka kwenye upotovu diyan. kwenye giza diyan. anaingia kwenye nuru, ndivyo wanavyosema wao e, kwamba Ukristo ni nuru, kwamba Ukristo ni nuru, Ukristo ni, ni mwangaza, lakini Uislamu ni giza, ni upotevu. kwa hiyo mtu ukitoka katika Uislamu unaenda kumpokea Yesu, inakuwa ni Yesu amekuondoa kule, umepata neema kubwa sana ambayo si kila mtu anaweza kuwa nayo. E, ndio wanadai wana hivyo. Labda kuna andiko katika Biblia ambalo linazungumzia kama Ukristo ni nuru? Hakuna popote ndani ya Biblia na katika wa Uislamu wala vitabu vyovyote kwamba Ukristo ni nuru, Ukristo ni mwangaza, kitu kama hicho hakuna, ila ninachokijua manabii wote ni nuru lakini Ukristo hakuna sehemu kunaoandikwa kama ni nuru, lakini dini ya Kiislamu ni nuru. Ukisoma Qurani 6 125 126 ndo inasema kwamba Mwenyezi Mungu akitaka kumwachia mtu apotee ni kumpoteza kinyume nje ya Uislamu, lakini akitaka kumpa mtu neema ya uongofu atamwongoza kuingia katika Uislamu. Hiyo ndiyo Qurani katika 6 125 126. Mungu akitaka kumwacha mtu apotee basi atapotea, maana yake atakuwa ni nje ya Uislamu, na akitaka kumjalia mtu apate neema, atamjalia, atamwongoza katika dini ya Kiislamu. Yaani, ukiona mtu anaacha Uislamu, huyu anakuwa amedanganywa na Shetani, ndio Qurani inavyosema. Nafikiri nafikiri ni mada tosha, lakini nafikiri tutakuja kuizungumza kati ya Uislamu na Ukristo tutakuja kuizungumza tuachane na... Allah insha allah, hiyo itakuwa ni mada nzuri sana yani, tutazungumza kusema mtu akiacha uislamu anakuwa akapatia au mtu akiwa katika uislamu atakuwa amepatia. Hilo tutaliongea, tutaliongelea inshallah siku nyingine, na itakuwa ni mada kabisa yenye kukamilika, kwa sababu kuna watu wanajua kwamba na wanatangaza kabisa mtandaoni, labda alikuwa mwislamu, wengine wanatia na uzushi kwamba, wengine wanajiita waimamu wengine wanajiita eti walikuwa mashehe, wengine wanajiita kwamba walikuwa wasimamizi wa misikiti eh, ndo wanatoka, Yesu aliwatokea akawakomboa, wakatoka katika Uislamu. Ni mbwembwe tu za, wa, za wahubiri wa Kikristo. Hakuna kuongoka kwa mtu alikuwa mwislamu kisha akatoka iti ameongoka. Uwezi ukapata kitu kama hicho kwenye Bibilia nzima kwenye Qurani nzima. Tumeona kuna nimesahau jina lake kidogo, alipelekwa na wakristo kwenda kusoma uislamu lakini mwishowe akawa Mwislamu. Wako wengi sana, wako wengi. Yani, ukiona mtu yeyote duniani, unasikia Bwana mudi mm. Ukimsikia mtu yeyote duniani kwamba huyu alikuaga Mwislamu akaacha Uislamu, umuhesabia mambo mawili ima matatu. Mmojawapo katika hayo matatu umeone kama ni mjinga, la kwanza, maanake dini ya Kiislamu hakuijua, angelijua dini ya Kiislamu hangeacha Uislamu lakini kwa kule kutokujua dini ya Kiislamu imempelekea mpaka na mkufuru Mungu. Sasa unaacha dini ya Kiislamu ehe, juu uende kwenye dini gani? Lakini mwalimu, tumeshuhudia wapo wachungaji ambao wanadai walikuwa Waislamu na wakaingia katika Ukristo, kama anayejiita profet IPM ni mchungaji, ameingia katika Ukristo na amekuwa akisoma aya za Qurani na hadithi na mahubiri yake mengi, akitoa ya hubiri lazima arudi katika Uislamu. Ndio sababu nimekwambia umuhesabu katika mambo matatu. Mtu yeyote ambaye unamsikia anaacha Uislamu anaenda kuingia katika dini nyingine, umuhesabu katika mambo matatu. La kwanza, labda anaweza kuwa alikuwa mjinga katika Uislamu. Kukuwa mjinga si tusi bi maana alikuwa dini ya Kiislamu haijui, hajaisoma, hajaisomea sawa sawa, kwa sababu dini ya Kiislamu ukiisomea sawa sawa ukaisoma sawasawa, undani wa dini ya Kiislamu ukaufahamu, maneno ya Uislamu ukaielewa, uwezo ukaacha Uislamu kwa vyovyote, hata kama labda utakuwa mzito wa kufuatilia mambo ya ibada, lakini utabaki katika Uislamu wako. Kwa hiyo prophet IPM kusoma kwake Qurani sio sio sasa sio sababu ya kusema yeye, inawezekana ye Qurani aliisoma, lakini hakuelewa haku aliisoma. Kuna, kuna watu Qur'an wanaisoma lakini hawajaielewa hawajaujua Uislamu. Unaona bana, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ikiwa mtu anaweza kuwa Muislamu alafu akatoka katika Uislamu, inawezekana kuna kile anachokifuata ndani ya Ukristo, huenda ni mwanamke, huenda ni kazi, huenda eh? e, ni mwanamke au labda kazi. Kuna kitu anakihitaji, anaona hawezi akakipata mpaka kwanza aache Uislamu ili aweze kukamilisha apate kile ambacho anachokihitaji, labda kuna mwanamke anamwambia mpaka utoke kwenye Uislamu ndio ndotowane, unaona. Au kuna mtu labda anamwambia ili upate kazi hapa kwangu, mimi sitaki uwe Muislamu na hapa mimi situmikishwe Waislamu, toka uwe Mkristo. Anatoka kwa sababu hiyo, unaona, masababu sababu kama hizo. Ima la tatu inawezekana ni mwovu kuna vitu ambavyo anaweza akafanya kwa Uislamu ni haramu, anaona kwake ni aibu, ili apate kuvitumia inabidi awe nje ya Uislamu. Mfano, kuna walevi, kuna mtu anaweza kuwa ni mlevi, kuna mtu anaweza kuwa ni mvuta bangi. Hata kama Muislamu wavuta bangi wako, lakini wanajificha jificha. Na kuna mtu mwenye heshima zake anaweza akapendelea kwamba eh, anaweza akapendelea kwamba azidi kufanya hali hiyo ya uvutaji wa bangi Unaona bana, anaona kwenye Uislamu ni vigumu, anaona afadhali atoke kwenye Uislamu ili apate uwepesi wa kufanya maasi anayokusudia kuyafanya. Unaona bana, yaani pako vitu vingi ambavyo Uislamu ni haramu kuvitumia, lakini yeye anaona anakusudia avitumie, lakini anaona kwenye Uislamu ni aibu, anaona afadhali aache Uislamu ili apate mwanya wa kuweza kuitumia. Anaweza kuwa ni kwa mwanamke au kwa mwanaume, hesabu hivyo vitu vitatu unaona bana ehe. jambo la kwanza Uislamu haujui, jambo la pili kuna kitu anachofuata kule, ima mwanamke, ima kazi, jambo la tatu kuna vitu ambavyo havitaki. Unaona bana, nikiongeza katika jambo la nne, kuna vitu ambavyo ndani ya Uislamu vinamshinda, kama vile mtu kusali mara tano kwa siku. Wengine wanaona kama ni, ku, ni, ni, ni, ni uzito eh, ni mchoko eh. unaona bana kuna wengine unaona, ah, mtu kusali mpaka kushika udhu eh, mambo ya kwenda hija na vinginevyo. Naona shehe wangu anaona kama ni mazito yani, Uislamu anaona kama ni mzito, ni mzigo kwake eh, anaona kusema awe nafanya hivyo vitu ah, kwake binamtia uvivu, binamtia uzito, anaona afadhali awe huru Bana awe kwenye dini ambayo hakuna kushika udhu, hakuna kusali mara tano kwa siku, hakuna sijui kadha wa kadha, yani dini nyepesi nyepesi. Lakini tukimalizia hapa, kabla hatujaingia katika mada yetu, kwa Prophet IPM kama anavyojiita yeye, kumekuwa na baadhi ya Wakristo wanasema kwamba huyu katumwa na Waislamu, na Waislamu huyu anasema anauchezea Waislamu, na baadhi ya mashekhe wanasema huyu kusoma aya za Qur'ani katika kanisa ni sawa na baadhi ya mashekhe wanasema sio sawa kusoma za Qur'ani katika kanisa. Hili kwa koe, Sheke Sede, tumalize hapa tuje katika hoja. IPM, ni nimekwisha mfata kwenye mtandao, hatukani uislamu na hana nia mbaya na Uislamu, isipokuwa namna nilivyomsoma IPM anataka kutafuta ile chuki ambayo inaweza kuwa kwake, chuki inaweza katoka kwa Uislamu dhidi yake, anataka aifubaze. Ndio, ehe, anataka afubaze kwa sababu mtu anapo ritadi anatoka katika Uislamu, si dhani kama Mwislamu utampenda. We mudi tuko pamoja, unaacha dini ya Kiislamu, unakuwa kafiri. Si dhani kama yale mapenzi niliyokuwa nayo kwako nitaendelea kuwa nayo, unakuwa kama msaliti Ee, mbele ya Allah inakuwa haufai kabisa, unaona bani, inakuwa haufai kwa sababu unapata uongofu kisha unakataa huo uongofu, mbele ya Allah unakuwa nakuwa kafiri murtadi, haufai kabisa eh? Sasa yule Muislamu ambaye anashikilia ule uongofu hawezi kukupenda hawezi kuwa na mapenzi nawe. Sasa IPM hilo analijua, nimeshatoka katika Uislamu. Ah ha, watu hawatanipenda hawatanithamini tena. Sasa anataka atengeneze kinamna moja ki, kinamna moja ima nyingine kwamba Uislamu wasimchukii kabisa eh? Ndo anataka kuonyesha kabisa kama anatetea Uislamu, anatangaza Uislamu, anausifu Uislamu, sio dini mbaya, ni dini safi, Uislamu haujanikosea, Uislamu nini. Yote hiyo ni kutaka ku, kupunguza ile chuki iliyokuwa kwa Waislamu dhidi yake, aipunguze, manake aitie laini, isiwe kivile <laughs> unaona bana. Ehe, ili waislamu wamwone kama ah, IPM sunaona ha hatukani Uislamu hadhalilishi Uislamu haonishi Uislamu ni dini mbaya, kwanza anausifu Uislamu. Unaona bana e, ana ana siasa nzuri IPM, lakini pamoja na hayo, shauri ambayo mimi naweza nikampa IPM, hakuna sababu ya mtu kuweza kuacha Uislamu, hakuna. Na wasikudanganye ndugu yangu bwana Mudi. Mtu yeyote anayedai aliacha Uislamu eti Yesu alimtokea, huyo mwongo. Hakuna mtu ambaye Yesu anaweza kumtokea na kumwambia aache Uislamu. Tatizo ndugu zetu wana, wanadanganywa katika namna nyingi. Kuna watu wengine ili apate maalumati anazozitaka kuwa Kristo, ajipatie zake kipato kuwa Kristo, apate kile anachokusudia kuwa Kristo, au apate umaarufu kuwa Kristo. Mojawapo katika njia wanazozitumia ni kudai kama yesu amenitokea, Yesu ameniambia, na wengi wanapata unabii. Kwa hiyo Yesu kanitokea, Yesu kaniambia, na Wakristo namna walivyo hawakataagi. Kwa nini sasa, Sheikh Kisede, kati ya Uislamu na Ukristo kumekuwa na kaupenyo katika Ukristo? Mtu akiamua sasa leo tu, yani akiamua ya leo, tutafute, nitafute riziki, nipate pesa, nakimbilia kwa Wakristo sio kwa Uislamu. labda wengine wenyewe Wakristo wanasema kwa sababu Waislamu hawana kitu, hawajasoma maskini. Swali lako ni nzuri sana <coughs> swali lako nzuri kabisa tena lenye kupendeza, kitu kimoja nitakwambia mudi, dini ya dunia. Ni dini ya dunia ni Ukristo. Ukristo. Dini ya dunia ni Ukristo, yaani ukitaka vitu vya dunia uende katika Ukristo, kwa sababu ndani wa Ukristo vya kidunia utavipata, na mimi niko na ushahidi mwingi tu kwenye vitabu vya Kikristo, wanakuambia dini ya Kikristo ni dini ya kidunia. Ndio maana nikaja kwako mwalimu, sababu hapa nimefika vitabu vingi tu, na una mambo mengi ambayo tutakuja kuzungumza, watazamaji wetu. Okay, ukitaka nikuthibitishie, nitakuthibitishia, ni kwa sababu nasema hapa kwamba tutaingia kwenye kwenye mada yetu, hakuna shida. Siku tutapendelea kwa hili, kwa hili leo tuliache tu, tu, alafu ah, tutakuja kulizungumza siku nyingine. Basi kiufupi ndio hivyo, dini ya kidunia ni Ukristo. Yani Ukristo ndio utapata dunia, kwa sababu vitu vyote vya kidunia viko kwenye Ukristo, lakini vitu vya kiakhera vya kimbinguni ni ndani ya Uislamu. Ndio sababu Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba dunia ni jela kwa Mwislamu, lakini ndio pepo ya Wakristo lakini wakristo wako kwenye kwetu, kwetu tunasema luyenge eh? wako kwenye furaha, wako kwenye uhuru. Wakristo wako uhuru, wako huru kufanya wapendavyo. Ndio sababu nakutana hata wanawake wa Kikristo wanavaa wanavyopenda. Hakuna siku utakutana kuna kanisa inafukuza wanawake eti wanavaa vibaya, hautakuta. Wako huru nona bana. Ukitaka kumwambia eh bana, mbona unavaa vibaya, unaingia kanisani unavaa hivyo, anakwambia tu neno hili Mungu haoni mwili, Mungu anaona roho. Unasikia maneno una ye, mapasta yote wanayajua. Mungu aone mwili, anaona roho. Kwa hiyo mimi roho yangu iko sawa kwa Mungu lakini mwili wangu hata niwe uchi Mungu aone aone hivi vya vya wazi hivyo. Unaona bana na andiko. Kwa hiyo wako huru, ndio sababu nakwambia Uislamu unambana mtu sana kwa kumuingiza kwenye mambo ya kiahera. Uislamu, sisteme yake na mfumo wake ni kujinyima raha, kujinyima uhuru, kujinyima kile unachokipenda, lakini maadamu Mungu anakichukia basi tekeleza hivyo. Yani unajikuta unabanwa. Kwa sababu gani? Kutaka kutekeleza sheria za Mwenyezi Mungu ni bora kile unachokipenda, nafsi yako inakipenda, lakini kama Mungu hakipendi inawezekana we kukiacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kama vile ile hadithi mtume anasema thalathun man kuna fihi wajadaha lawata liman, mambo matatu atakayokuwa nayo mwislam huyu atakuwa amepata kujua ladha ya iman. An yakuna llahu wa rasuluhu ahaba ilaihi, mtume anasema hivi, ikiwa kama utampenda Mungu na mtume basi utakuwa wewe un, yani unawapenda vizuri utakuwa umepata kujua ladha ya iman No, naona bana yaani utakuwa umempenda mungu na mtume kwa mahaba makubwa zaidi ya kila kitu pale utakuwa umepata kujua ladha ya imani anyakuna Allahu wa rasuluhu ahaba ilaihi mimasuum kumpenda mungu na mtume kwa mahaba makubwa zaidi ya kila kitu Manake, unakubali kile unachokipenda ukiache ikiwa mungu anakikataa na we unakipenda unafata mwenyezi mungu. Pale unakuwa unapata ladha ya imani ndio uislamu wetu hiyo lakini kwa Ukristo haiwezekani. Kile ambacho Mkristo anapenda kufanya iko huru kukifanya, iko huru kukifanya, lakini kama Mungu hakipendi, lakini Mkristo iko tayari kukipenda na nakifanya, anakwambia ah, dini yetu sisi tuko huru. Wao wako kama washanga, wanakwambia uishaokoka Kristo wote mwende. Mkristo yeyote, Mkristo yeyote anakwambia sisi tuishaga okoka. Na Sheikh Sede nafikiri watazamaji wetu wa Shafi Online TV katika hilo watakuwa wamepata faida. Sasa turudi katika hoja zetu ambazo zimeletwa na mwalimu ama mchungaji Abeli Shiliwa ambazo zilionileta hapa kwa kwako ambazo zimenileta kwa Sheikh Kisede kuzungumza naye kuhusiana na hilo. Sasa Abedi, Abeli Shiliwa hoja yake alikuja kwa manabii zaidi. Yaani, kuhusiana na manabii na hoja ya kwanza aliyozungumza akasema bwana Mtume